Kumbuka, kuna mvutano mkubwa pia na mapya mengi sana kuweza kuibuka, na hii ni mara baada ya Bill Gates pamoja na Elon Musk kuwa na vita ya kimejibizana, tunaweza tukasema, hasa katika masuala mazima ya kuweza kuwasaidia maskini na vitu kama hivyo kibao, endapo unakumbuka kwamba e, bana Elon Musk alishawahi kutoa kauli kwamba hawa maskini wengi kwa nini wapewe misaada waache wafe tu ili e, vitu vingine viweze kuendelea, watu ambao pia wako timamu waweze kuwa juu zaidi. Sasa bana, e, kauli hiyo, Bill Gates alikuwa ameipinga na kutaka watu wengi. Sasa mvutano mpya umeweza kuibuka kati ya mabilionea Bill Gates pamoja na Elon Musk baada ya Gates kuweza kumshutumu Musk kwa kuharibu maisha ya watoto masikini duniani, kwenye mahojiano na Financial Times. Gates pia, eh, Bill Gates pia Bill, naweza tukasema hivyo, alikemea vikali hatua ya Musk pia kuweza kupunguza, eh, ufadhili wa shirika la misaada la USAID, eh, baada ya kuwa mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali, eh, Dodge, eh, katika kutokea nchi kule, eh, eh, nchini Marekani katika wa Rais Trump. Sasa Bill Gates pia alisema kuwa hatua hizo zimeathiri vibaya huduma muhimu kama za matibabu na chakula hasa katika maeneo e, kama, msum, e, kama Msumbiji na Gaza. Alisema baadhi ya hospitali pia zilizokuwa zikisaidia kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto zimefungwa huku misaada ikikwama e, maga, magarani huko kwenye katika masuala mazima ya mahospitali. Sasa Elon Musk akidai e, bila ushahidi kuwa Misaada hiyo ilikuwa inaelekezwa kwa makundi kama Hamas, lakini pia Bill Gates alijibu kwa ukali akisema kwamba ningependa Musk akutane na watoto waliopata maambukizi ya HIV kwa sababu ya kukataa kwa msaada huo. Bwana Bill Gates. Sasa hii si mara ya kwanza kwa wawili hao kuweza kugongana tangu mwaka 2022 na e, wamekuwa wakitofautiana huku masuala ya misaada na uhisani, Bill Gates akiamini katika misaada ya moja kwa moja iliyokuwa na takwimu, huku Elon Musk akisisitiza mageuzi, lakini pia kuweza kupunguza matumizi yasiyo e, na tija. Sasa mambo yamekuwa ni mengi sana. Bill Gates anataka hivi, Elon Musk pia anataka hivi, mara baada ya Elon Musk kuweza kupata kitengo kuweza kusaidia eh, amekuwa akifanya tofauti na baadhi ya misaada kuweza kuifungia. Na kwa maana Bill Gates analamika kuna baadhi ya nchi kama Msumbiji lakini pia kule Gaza wamekuwa wakipata shida mara baada ya Elon Musk kuweza kuingia katika kitendo hicho kutokana na baadhi ya misaada kutokwenda katika hizo nchi. Yapi maoni yako? Bill Gates yuko sahihi au Elon Musk yuko sahihi kuweza kuzuia hiyo misaada. Drop comment yako hapo, utakuwa umefanya poa zaidi. Ukisubscribe pia, ukilike, ukikoment utakuwa umetisha kinoma noma.